Kwa sasa matokeo ni mazuri sana, tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipo. Binafsi na vijana wenzangu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais sana tu kwa hiki ambacho amekifanya kwetu, kwa sababu huenda tungeanza pamoja kwa kuchangishana shilingi ngapi ili tuanze, tungekaa yaani, tungechukua muda mrefu sana mpaka kufikia hapa. Lakini kwa hatua hii ambayo sisi tumepewa kama mwanga ni muhimu sana kwetu, na limekuwa jambo zuri. Naweza nikawashawishi pia vijana wenzangu sio wafanye tu hiki ambacho sisi tunakifanya, lakini vipo vitu vingi vya kufanya ambavyo na wao wanaweza wakavianzisha na mwisho wa siku vikawa vizuri. Sisi kwetu hili limekuwa jepesi kwa sababu wote humu ni wanataaluma wa hiki tunachokifanya, kwao limeondoa ule uzito ambao huenda tungeuona kama tusingekuwa wataaluma tukaajili kila mtu, lakini kwa sababu wote ni wanataaluma limekuwa jepesi kwetu na faida niliyoipata kupitia hii ajira imenisaidia, imenisaidia vitu vingi sana, kuongeza knowledge, ujuzi zaidi ya kuwasaidia watu, jinsi ya kuwahudumia wateja, jinsi wanavyokuja kuwapokea. Na kingine kikubwa zaidi, imenisaidia kutokuwa ni mtu wa mitaani, kuto kujichanganya kwenye makundi ambayo eh, sio sahihi. Kwa maana kuna baadhi ya watu wanaweza akawa wamemaliza chuo hajapata nafasi ya, ku, ya kukaa sehemu fulani wakashawishika na makundi mbalimbali na kupoteza kile kiwango au elimu walioipata toka walikotoka. Kingine zaidi nilichonufaika umu, ni kiwango kile kile kidogo ambacho ninakipata kina uwezo kunisaidia kuwasaidia wazazi wangu na jamii pia. Tuna vijana wengi wanajishughulisha na shughuli tofauti kwa vijana wetu hawa ikuombe ukague na uone kazi ambayo halmashauri inafanya, lakini uone namna ambayo Mheshimiwa Rais ametoa support kubwa sana kwa vijana, na vijana hawa ni mfano. Hatuwezi kusema ni mfano kwa mkoa, lakini ni mfano wa vijana ambao wako kwenye nchi hii. Wamesomea pharmacy, wamesomea hicho wanachokifanyia kazi, na wamekupa mkopo kutokana na kile ambacho wamesomea na ni wasomi kweli na wako barabarani kwa ulalamika kwamba hakuna ajira. Wamepitia fursa ya Mheshimiwa Rais kutoa mikopo. Na hiyo ukiangalia jengo hili ni la kwao, hawajakodi, aridhini ya kwao, na mkopo umejazishia katika capital ambao walikuwa nayo. Kwa ni vijana ambao ni wakuigwa, na si kwa wananchi tu, hata sisi watumishi ni sehemu ambayo kwamba vijana hawa wanaonyesha nidhamu ya ya fedha, lakini nidhamu kubwa sana ya usimamizi wa miradi. Tumeshaanza kutambua vijana ambao ni graduate, kwa maana wenye elimu ya chuo kikuu, elimu ya kati kwa maana ya diploma na certificate, na wale ambao wamekwenda chuo kikuu au wamekwenda JKT. Kwa Mpimbwe bado kazi inaendelea. Na kwa Mlele tumeshawatambua vijana, vijana mia tatu na kumi na nane hawa vijana 318. Kijiji kinachoongozwa kuwa na graduate wengi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye wilaya hii Sibuku bado hajafanya utafiti, nasema kwa halmashauri ya Mlele ni kijiji cha Ipwaga kina graduate wa fani tofauti tofauti 33. Kwa kijiji hiki ki, kimoja kwenye kata ya Ilela, tumefanya juzi, tumekutana nao na tume nao na tumezungumza nao na tunataka tuwapakie kwenye gari tuwalete hapa wakae na hawa wawafundishe na sisi tunatamani hawa sasa wawe ndio walimu, kwa sababu maafisa maendeleo ya jamii akizungumza au sisi tukizungumza tunataka tuzungumza vitu ambavyo haviwezekani, lakini hawa wakizungumza... kwa kwenye eneo letu hili tuna vijana wa aina mbili hawa na wale wa Kasansa. Mm, vijana ambao ni wa mfano sana kwenye upande huu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi pamoja na timu yake kwa namna ambavyo, kwa sababu kutoa milioni 50 mzee, ilikuwa ni maamuzi magumu hasa kwa vijana wanaopewa milioni tano sita wanaamua kwenda kununua simu. Sasa hawa milioni hamsini tudhai na wataenda kuoa na hiyi imeshaoa au bado? Yeye bado kadhani labda hata kama wameoa wanaenda kuongeza familia nyingine kwa sababu kuoa ni hatua ya kwanza. Lakini wameamua kuwa na